Kuna muda vitu tunavyovipokea kutoka kwa watu fulani huwa ni mizigo na ndoto za kutisha katika maisha yetu. Ungana nami katika mkasa huu wa kusisimua. Ilikuwa ni siku ya furaha sana na shamra shamra katika ukumbi mkubwa uliopamba kwa hali ya juu. Binti Sara na kijana Alex walikuwa wakisherehekea siku ya kufunga ndoa yao. Ndugu jamaa na marafiki walikuwa wakifurahi sana watu walikula na kunywa kila walichohitaji. Kila mmoja wao alionyesha tabasamu katika uso wake kuashiria furaha iliyokuwa katika siku hii. Lakini katika msafara wa mamba na kenge pia hawakosekani, katika ndugu zake binti Sara ambaye alikuwa ndiye bibi harusi alikuepo shangazi yake, aliitwa Shangazi Muna. Yeye alikuwa amekaa katika viti vya sherehe lakini hakuonyesha tabasamu la furaha usoni bali alikuwa amekaa kimya akiwa ameshika kisanduku kidogo cha zawadi katika mikono yake. Muda wa ndugu na jamaa kutoa zawadi kwa maharusi uliwadia, na kila mtu alianda zawadi ili kuitoa kwa Sara na Alex waliofunga ndoa siku ya leo. Shangazi yake Sara ambaye hakuonyesha tabasamu, sasa alitabasamu baada ya kusikia kuwa muda wa kutoa zawadi umewadia. Alinyanyuka taratibu akiwa na kisanduku chake, na hii iliashiria kuwa alikuwa akisubiri muda huu kwa shauku sana. Zawadi yake ilionekana ni nzuri sana, kwani alikuwa ni shangazi wa bibi harusi na walizoeana sana na binti Sara. Kila mtu aliyekuwa na fedha, nguo ama vyombo alitoa kama zawadi yake kwa maharusi huku akitabasamu. Ilipofika zamu ya shangazi yake Sara kutoa zawadi, alishika zawadi yake huku achana tabasamu la kulazimisha, alimkabidhi binti Sara na kumwambia, Mwanangu Sara hii ni bangili na zawadi yangu kwako, uitunze mwanangu. Watu walipiga makofi kwa furaha sana, na wengine waliendelea kutoa zawadi na kucheza muziki. Shangazi yake Sara alirudi taratibu katika kiti chake, na pembeni yake alikuwa kijana mmoja aliyekuwa amekaa kwa kujinamia na hakuonekana kabisa kuifurahia sherehe. Shangazi aliketi na kumshika kijana yule begani na kumwambia kwa sauti ya chini, usijali mwanangu hawezi kumpoteza Sara. Mambo yetu yataenda vizuri na atarudi kwako. Hakuna yeyote kati ya watu aliyeweza kusikia maneno haya ambayo yalionekana ni ashari. Sherehe ya harusi iliendelea kwa kelele na furaha, na hatimaye muda wa kuagana uliwadia, na watu wote waliagana na kuanza safari za kurudi majumbani mwao. Sara na Alex walipakizwa katika gari nzuri ya kifahari, na moja kwa moja safari ikaanza kuwapeleka mahala ambapo walipanga kula fungate yao. Walifanikiwa kufika katika nyumba yao na walishuka pamoja na mizigo yao, na kwa kuwa muda ulikuwa umeenda sana, hawakutazama zawadi zao wala kufanya kingine, bali waliingia chumbani na kulala. Usiku uliojaa furaha na amani sasa ulipita na jua likachomoza. Binti Sara aliamka mapema na kuanda kifungua kinywa na kumwamsha mumewe Alex. Walikula na kuanza kukagua zawadi zao walizopewa Zawadi walizozawadiwa zilikuwa nyingi sana, kwani familia zao zilikuwa na upendo sana. Walianza kufungua zawadi zao na hatimaye Sara alifika katika kile kisanduku alichozawadiwa na shangazi yake. Walikitazama kwa shauku sana, yeye na mume wake, na waliamua kukifungua kisanduku hicho. Ndani yake kulikuwa na bangili ya dhahabu iliyokuwa ing'ara sana. Sara aliichukua na kuivaa kwa furaha sana, kwani ilikuwa ni ya kuvutia. Baada ya kumaliza kukabua zawadi zao, walikaa pamoja na siku iliisha, kisha wakalala. Baada ya binti Sara kuvaa bangili ile aliozawadiwa na shangazi yake, muda ulisonga mbele akiwa nawe katika mkono wake wa kushoto. Lakini siku iliyofuata mambo yalibadilika kabisa. Sara wa leo hakuwa Sara wa jana. Mume wake alipomsalimia hakuitikia, bali alimtazama tu. Alex hakuelewa bali alipuuza. Alipojaribu kushika mkono wa mkewe Sara, Sara aliutoa haraka na kusema kuwa anaumia. Alex hakujibu chochote bali, alijua kuwa ni utani wa mkewe tu. Kati ya wote hakuna aliyejua kuwa bangili ile kutoka kwa Shandazi haikuwa kitu kizuri. Sara alianza kubadilika, alihisi maumivu makali sana kila mume wake alipokaa karibu yake. Alithubutu kumwambia mume wake kuwa anatoa harufu mbaya. Hakutaka tena kulala pamoja na mumewe bali alijitenga na kulala sebuleni. Alex hakuelewa mabadiliko haya ya haraka bali alijipa muda kidogo. Sara alianza kupoteza hisia kabisa kwa mume wake, upendo wote ulianza kutoweka na alianza kumchukia mumewe. Alex alianza kujipikia mwenyewe, kufua mwenyewe na kulala peke yake. Uvumilivu ulipomshinda Alex, aliamua kuwaita familia ya mkewe Sara na kuwaeleza hali halisi. Miongoni mwa wanafamilia alikuwepo shangazi yake Sara na kijana wake. Alex aliwakaribisha wote, na wakiwa wamekaa, shangazi yake Sara alimgeukea kijana wake na kumwambia kwa sauti ya chini kabisa, mwanangu Joshua, sasa hii ndiyo nafasi ya kumpata Sara. Sara alipoitwa na kuulizwa kuwa ana shida gani na ndoa yake alisubutu kusema kuwa hana hisia tena na mumewe na anahitaji kuwa peke yake. Majibu haya yalikuwa ni mshangao kwa wanafamilia wengine, lakini kwa shangazi yake Sara na kijana wake Joshua hizi zilikuwa ni habari za kufurahisha sana, kwani hii ilikuwa ni mipango yao. Joshua alikuwa ni mtoto wa shangazi yake Sara. Kijana huyu aliwahi kuwa na mahusiano na binti Sara, lakini Sara alipokutana na kijana Alex alimpenda sana na kuamua kufunga naye ndoa. Hii ilimuumiza sana Joshua na alimueleza mama yake na hivyo aliamua kutumia njia za giza kumrudisha Sara. Huku kwa Alex, maisha yalianza kuwa magumu na mzigo kwake. Mkewe Sara alizidi kumchokia. Na Sara alipomwona Joshua mtoto wa shangazi yake alihisi amani isiyokuwa na kifani. Alex, mume wa Sara, hakuelewa chanzo cha tatizo kwani binti Sara alikuwa akimpenda sana kijana Joshua. Sasa alianza kuitumia nafasi hii kama alivyotaka. Sara alianza kutoka nyumbani na kwenda kwa Joshua, na mumewe alipomuuliza kuwa ametoka wapi, Sara alijibu kuwa kama amechoka kuishi naye amwache. Maisha ya Alex hayakuwa magumu nyumbani tu, kwani alizidi kupata mikosi. Alifukuzwa kazi na kupata mikosi mingi. Penzi la Sara na Joshua lilizidi kukua bila binti Sara kujua anachokifanya. Hakika mipango ya shangazi yake sara na kijana wake kuharibu ndoa hii sasa ilikuwa ikinyooka. Siku moja Alex aliamua kuita familia nzima ya Sara na kumwita mganga mmoja maarufu aliyeitwa mzee John, mganga ambaye alitumia mbinu za jadi. Joshua alipoona hivyo, alijawa na wasiwasi, lakini mama yake alimwambia, usiogope mwanangu, uchawi wetu hauwezi kushindwa. Mzee John Alisimama kati ya wote na kumwomba Alex alete baadhi ya vitu vya mkewe kama vile mkufu, vitambaa, hereni pamoja na bangili. Sara alikubali kutoa vitu hivyo, lakini cha kushangaza pale alipovua bangili tu, alipoteza fahamu ghafla na kuanguka chini. Familia nzima ilishangaa. Hakuna aliyekuwa anaelewa ni nini kinachoendelea. Mzee John alichukua bangili ile na kusema kuwa Huyu hakuwa Sara bali ni uchawi uliowekwa katika bangili hii. Sasa shangazi yake Sara na kijana wake, hofu ziliwajaa moyoni. Mzee John aliisemea bangili ile maneno ya kikabila na kisha akaitupia katika moto, familia nzima ikiwa ni yenye kustaajabu. Ghafla shangazi alipiga kelele na kuanguka chini. Hakuna alielewa, bali shangazi alianza kulalamika, jamani, nahisi maumivu Nisaidie ni jamani, tumbo langu. Msee John alimtazama shangazi na kumuuliza kwa sauti ya ukali, wewe ndiye uliyeweka uchawi katika bangili hii? Kabla ya shangazi kujibu chochote, Alex mume wa Sara alisema, atakuwa ni yeye kwa sababu hii bangili, yeye ndiye alimpa mke wangu zawadi. Maumivu aliyokuwa anayasikia shangazi hayakuwa ya kawaida. Alianza kulia kwa uchungu aliyokuwa anausikia na kuanza kusema uovu wake. Mimi ndiye niliyemfanya Sara amchukie mumewe ili mwanangu Joshua aweze kuwa naye. Mwanangu alimpenda Sara, lakini hilo Sara hakuliona hivyo. Niliamua kutumia njia za giza ili Sara arudi kuwa na Joshua. Kila mwanafamilia aliyekuwa akiyasikia haya hakuamini kama ndugu wa karibu aliyemwamini angeweza kufanya uovu kama huu kwa binti yake. Sara alizinduka na kusikia yote hayo na aliumia sana. Aibu ziliwadia usoni shangazi pamoja na kijana wake, kwani uovu waliofanya kwa ndugu yao haukuweza kupimika. Ndugu waliamua kumchukua shangazi na kuanza kumkimbiza hospitali, kwani alikuwa akipiga kelele na kuhisi maumivu ambayo hakuna aliyeweza kuyazuia. Joshua alilia sana akimtazama mama yake, lakini bila ya wao kutegemea Mama yake Joshua na shangazi yake Sara alianza kurukwa na akili kabisa, kwani uchawi alioweka katika bangili ile ulimrudia yeye mwenyewe. Kijana Joshua alilia sana, lakini hakuweza kusaidia chochote. Familia nzima pia iliumia. Binti Sara alishindwa hata kumtazama mumewe kwa aibu na yale yote aliyomfanyia, alianza kulia na kumomba msamaha. Mumewe Alex aliamua kumsamehe, kwani alijua kuwa zile hazikuwa akili zake, bali ilikuwa ni uchawi tu, na hivyo walianza maisha mapya. Kijana Joshua alibaki akimlinda mama yake ambaye alikuwa akikimbia mitaani na kuokota makopo huku watoto akimchezea, yaani shangazi yake Sara sasa alikuwa kichaa. Ndugu na jamaa walipomtazama hawakuamini kabisa kumwona na hali aliyokuwa nayo. Shangazi na kijana wake walikuwa wakitembea huku na kule bila kujua ni wapi wanakoelekea. Uchawi waliokuwa wakimfanyia binti Sara sasa ulikuwa ni mzigo mkubwa kwao. Usisahau kusubscribe na kulike channel yangu tuweze kuwa pamoja katika hadithi nzuri.